Kwanini rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore hajawapa tano wale ambao waliompokea katika uwanja wa ndege alipowasili nchini Urusi? Kama ilivyo kawaida yake, baada ya kupokelewa uwanja wa ndege rais Traore alijielekeza eneo ambalo kuliandaliwa hafla ya mapokezi na rais wa Vladimir Putin. Katika mapokezi pia, rais Traore ameonekana akipeana mkono na rais Putin na baadaye baada ya viongozi tofauti kuweza kupokelewa katika eneo hilo ambalo kulikuwa kumeandaliwa hafla hiyo ya mapokezi ya viongozi tofauti ya... watashiriki katika hafla ya kumbukumbu ya miaka 80 baada ya ushindi na kuwafurusha wanazi ambao waliokuwa na malengo ya kutaka kumiliki maeneo tofauti barani Ulaya. Viongozi wengine, miongoni mwa viongozi ambao Rais Traore ameonekana kupiana nao mikono ni Rais wa Venezuela Nicolas Maduro, Wameonekana wakiwa pamoja na rais Maduro na kuangusha kicheko huku wakipeana mikono, kitendo ambacho kimezua gumzo katika mitandao ya kijamii ikitajwa kwamba rais Traore, kwa nini baadhi ya viongozi huwa akiwapa tano na viongozi wengine huwa anawapa mikono? Ni kitendo gani ambacho kinampelekea Rais Traore kuweza kufanya hivyo, hawa kuwapa mikono na hawa wengine kuweza kuwapa tano kama ilivyo kawaida? Katika mitandao ya kijamii kitendo hichi kimeweza kutafsiriwa kwa mitazamo tofauti kabisa. Kuna wale ambao wanaodai ya kwamba kitendo cha kupeana mikono ni kitendo ambacho huwa kinapoteza muda, kwa kuwa kiongozi pindi ambapo anapopeana mikono na watu tofauti, basi mtu wa kwanza ambaye atapeana naye mkono watakuwa kama vile wanapoteza maneno aidha, wanasalimiana kwa kupeana maneno pia na kutikisana mikono. Hivyo basi kuepuka kupoteza muda, ni vema kupeana tano, kwa kuwa kupeana tano huwa hakupotezi muda, ni kitendo cha sekunde mbili, aidha sekunde moja, umeachana na mtu mmoja na kwenda kwa mtu mwingine. Na mtazamo mwingine ambao unatajwa katika mitandao ya kijamii kuwa ndio mtazamo wa rais Traore na ndiyo sababu haswa ya rais Traore kuweza kufanya hivyo, ni madai ya kwamba rais Traore anahofia kuweza kupewa sumu kupitia njia ya kupeana mikono, hivyo basi ni kuweza kuepuka kabisa kile ambacho kinaweza kuhatarisha maisha yake, na kuchukua maamuzi hayo ya kuendelea kupeana tano. Hivyo basi kwake kupeana tano kama inavyotajwa katika mitandao ya kijamii ni kitendo cha kuweza kuepuka kupewa sumu kupitia njia hiyo, na inatajwa kwamba katika mitandao ya kijamii utakapoona ya kwamba rais Traore amekupa mkono, basi amini ya kwamba anakuamini, huwezi kumpa sumu kama ilivyo kawaida ni mitazamo tofauti pindi ambapo kiongozi huwa akifanya jambo ambalo linaonekana haliendani na utamaduni ambao umezoeleka na wengi, na kutajwa kwamba kile ambacho anachofanya rais Traore ni kutaka kuzidisha umashuhuri na kuzungumzwa katika vyombo vya habari, na ukiangalia pia mavazi yake, kama inavyotajwa, ni mavazi tofauti kabisa na yale ambayo anazoeleka katika mikutano ya kimataifa na vilevile inatajwa vile kwamba kitendo cha kupeana mikono hakina ulazima wowote, isipokuwa kile ambacho kinatakiwa kuzingatiwa ni kile ambacho kimepelekea watu wao kuweza kukutana na kuweza kukubaliana aidha y kuitilafiana kwa njia moja au nyingine katika kile ambacho kimewafanya wao waweze kukutana katika hafla hiyo. Aidha, hafla tofauti ambazo huwa zikiandaliwa na rais Traore huwa miongoni mwa washiriki aidha waarifiwa kama ilivyo kawaida, mitazamo ipo tofauti kuhusu swala hili la rais Traore. Inatajwa kwamba rais Traore hakuwa na budi isipokuwa kufuata maagizo ambayo amepewa pindi ambapo atakapofika Urusi, kitendo cha kupeana tano, aweze kuangalia ni watu gani ambao wanaostahili kupewa tano na ni watu gani ambao wanaostahili kupewa mikono. Unasemaje kuhusu maamuzi haya ya rais Traore? kuweza kupanga watu gani ambao wanaostahili kupewa mikono na ni watu gani ambao wanaostahili kupewa tano? Tuachie mtazamo wako pia.